Je, wamjua aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi? Na kama hamfahamu, nipo hapa kwa ajili yako kukupa historia yake tangu alipozaliwa mpaka mauti ulipomfikia. Ama kweli siku zote punda hana fadhila hata kidogo. Fadhila mfadhili mbuzi, maana yake binadamu. Mwandalizi wa makala haya ni Firdaus Mirabaksh naye mchapishaji ni Abi Twabala, pamoja na upeperushaji ni yeye yeye Abi Twabala, na bila kujisahau mimi ni Habiba Hamisi et habib tili Sultan. Hakuna anayejua kwa uhakika ni lini Muammar Gaddafi alizaliwa, lakini kulingana na alivyokiri yeye mwenyewe ni kwamba alizaliwa mwaka wa 1941 katika kijiji cha Kasku Buhadi kilichoko mji wa Sirte nchini Libya. Hata hivyo simulizi nyingine za kihistoria zinasema mwaka wa 1942, huku wengine wakiandika kuwa alizaliwa mwaka wa 1943. Vyovyote vile, hakuna ubishi kuwa alizaliwa huko Sirte, Libya. Muammar alikuwa mtoto wa kipekee wa kiume aliyezaliwa na mfugaji wa mbuzi Ze Abu Minyar na mkewe Aisha bin Niran, wote wakiishi katika hali ya umaskini na wakati mwingine wakifanya biashara ya mahema. Gadafi akiwa mtoto wa kipekee wa kiume kwa wazazi wake, Gadafi ni mwisho kuzaliwa na dada zake watatu. Familia hiyo ilikuwa sehemu ya Kadafa, kabila la kiarabu la Waberber lililojumuisha kwa ukadhaa ndogo ambazo zimeenea kote nchini Libya. Alipozaliwa alipewa jina la Muammar Muhammad Abu Munyar Gaddafi. Kabila hilo ambalo jina lake linamaanisha kutupa, linaweza kufuatiliwa historia yake hadi si kata kwa mtakatifu anayejulikana Sidi Kadha Aldan. Haishangazi kwamba watu wa eneo hilo ndio walisimama na Gaddafi hadi ile siku ya mwisho ya maisha yake. Ingawa hapo awali kabila hilo lilikuwa dogo kwa viwango vya Libya, hatimaye kabila la Kadhafa lilikuja kuwa moja ya makabila makubwa zaidi katika mkoa wa Sirte. Hata hivyo, bado lilikuwa na watu wengi wa kimaskini. Gaddafi mwenyewe aliwahi kueleza namna walivyokuwa wakiishi katika kijumba kidogo cha mahema alichukulia na jinsi walivyokuwa wakitoka katika kijumba hicho kwenda kutafuta vyuma chakavu, maganda ya risasi tupu na mabaki mengine ambavyo wangeweza kuviuza na kujipatia kipato. Akiwa shuleni, alikuwa mtulivu sana na alikuwa akitabasamu kila wakati. Hakupenda sana kucheza na wenzake, na mara kwa mara alionekana akiwa katika mawazo Kulingana na simulizi za mwalimu wake katika shule ya upili Shalan Abdulkhalik, siku zote Muammar alionekana wakati wa mapumziko akiwa amesimama peke yake katika uo wa shule, kana kwamba alikuwa kisiwa binafsi. Ni wazi kwamba kama mtoto pekee, Gaddafi alikuwa na nafasi maalum katika mioyo ya wazazi wake. Gaddafi alikuwa na hamu ya kujifunza. Mwaka wa 1954 aliwashawishi baba na mama yake wa mruhusu asome shule ya msingi huko Sirte, ambako angelazimika kuwa mbali na nyumbani. Baba yake alisimulia kuwa hakuwa na fedha ya kulipia hosteli, kwa hiyo Gaddafi alilazimika kulala msikitini, lakini kila mwisho wa wiki alikuwa akirudi nyumbani kwa kutembea zaidi ya kilomita 30. Akiwa shuleni alionekana kwa kuwa tofauti kuliko hadhi na wenzake. Mojawapo ya mambo mengi aliyomtofautisha na wenzake kwamba alikuwa na umri mkubwa kuliko wanafunzi katika darasa lake. Kwa mujibu wa chanzo fulani, binamu yake Muftah alisubaya Gaddafi, anasimulia hi tulikuwa watatu au wanne kati yetu wa kabila letu shuleni, na tulidharauliwa kabisa kwa sababu ya tabaka letu la chini la kimaskini sana, kiasi kwamba mara nyingi hatukuwa na chakula wakati wa baada ya familia ya Gaddafi ilihamia Seba kusini mwa Libya. Gaddafi alijiandikisha katika shule ya upili ya eneo hilo, na hapo ndipo alianza kuwa na mwamko wa kisiasa. Mawazo ya Gaddafi yalichochewa sana na mapinduzi ya serikali nika Misri, na alipenda sana kusikiliza redio ya sauti ya Waarabu. mapinduzi hayo yalifanyika Jumatano Julai Tarehe 23 mwaka wa 1952 na yalikuwa pia katika historia kama mapinduzi ya Julai 23 ambayo yaliondoa madarakani utawala wa Mfalme Farouk. Mapinduzi hayo yaliongozwa na Muhammed Naguib na Gamal Abdul Nasir yalileta wimbo wa siasa wa mapinduzi katika ulimwengu wa Kiarabu na kuchangia kuongezeka kwa ukoloni na kukuza mshikamano wa ulimwengu wa tatu wakati wa vita vya baridi. Gaddafi alivutiwa sana na Rais Nasser kwamba alianza kukariri hotuba za kiongozi huyo wa Misri na kuzisoma mbele ya wanafunzi wenzake. Licha ya ujana wake, kwa mujibu wa historia ya maisha yake, ni dhahiri Gaddafi alikuwa tayari, alikuwa mtu wa haiba. Wanafunzi wenzake walimbebea kiti ambacho an ili kutoa hotuba, ionekana Gaddafi alikuwa mfupi sana. Alianza pia kuandaa maandamano madogo madogo dhidi ya utawala wa ukoloni waongoza wanafunzi wenzake katika mgomo wa jumla kila Desemba tarehe mbili kila mwaka kupinga azimio la Balfour la 19. 17. ambalo lilikuwa ni taarifa ya Uingereza na kuunga mkono kuanzisha kwa taifa la Wayahudi huko Palestina. Gaddafi akiwa bado shuleni pia aliitisha maandamano ya kawaida nje ya ubalozi mdogo wa Ufaransa huko Seba, ambapo kutoka kwenye kiti chake alichokuwa amesimama juu yake akikitumia kama jukwaa, aliweza kutoa hotuba akipinga dhuluma ambazo Wafaransa walikuwa wakifanya fanya huko Algeria na kungineko katika bara la Afrika. Haikuwa tu serikali ya Libya ambayo Gaddafi aliipinga, bali pia aliwashtumu wasomi waliokuwa kwenye utawala nchini Libya. Aliongoza kikundi kidogo cha wavulana wa shule kwenda kuvunja madirisha ya hoteli ya Seba kwa sababu ilikuwa ikiuza pombe haramu. Baada ya kufukuzwa shuleni Seba kutokana na kitendo chake cha kuandamana kuenda kushambulia vitu vya Uingereza na Marekani nchini in Libya, alianza kufahamika zaidi na akakuvutii kikubwa katika shule yake mpya huko Misrata. Chuki yake dhidi ya yule aliyemtafuta alimtafuta kwa sana na kumuita mfalme dhaifu anaendeshwa na nguvu za kibeberu, ilizidi kuwa kubwa kila kukicha na hakuogopa kuiruhusu chuki hiyo ionekane. Chuki yake alidhihirisha kwa aliyekuwa mkaguzi wa shule wa Kiingereza aliyeitwa Johnson, ambaye Gadafi alimkataa shuleni hapo, akasema hatutaki wakala wa ubeberu, huku akimpungia picha na si rais wa Misri, baada ya mkaguzi huyo kumwamuru aondoke kwenye chumba cha darasa la mm. shule hiyo Gaddafi alimwambia mkaguzi, kwa ukweli, wewe ndiye unayepaswa kuondoka, kabisa si tu kwenye chumba hiki, bali uondoke kabisa nchini Libya. Je, nini kiliendelea? Usikose mfululizo wa makala hizi, historia mm. hii bado haijaisha, nitakujuza mii kuhusu kilichosababisha kumtoa uhai na nani aliyesababishia kifo cha Gaddafi, kwingine, nani aliyemsaliti? Usikose kulike, kusubscribe na kushare. Maasalam, hadi wakati mwingine.